Kile ambacho tumekusha kifanya. Kwa hiyo ni shukurani zangu za pekee sana kwa namna miundombinu hii ilivyolindwa. Sasa kwa kuwa ma maombi ya mkuu wa wilaya, na yeye ndiye anayekaa hapa hapa, panaona wananchi wake wanavyotaabika, leo ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na waelekeza DART, nawaelekeza UDART, nawaelekeza TANESCO taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe ishirini ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano Alhamisi, saa mbili asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri kwa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara ya inayotoka Mwenge, ile inayotoka gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma. Kwa hiyo tupo saa hizi kwenye matengenezo, tumeagiza pia baadhi ya vifaa, vitakapokuwa pia vimefika tutaanza pia kule, lakini tarehe ishirini kabla hata saa mbili barabara hii nione mabasi yameshafika, yanapakia abiria kwa utaratibu mzuri mtakaoweka. Hii imesha kuwa ni hasara na kwa muda huu hasa, lazima wakati fulani huwa watengenezaji ni sisi wenyewe pia wananchi, kwa sababu hakuna namna serikali inaweza kutoa ma pesa mahali popote zaidi ya kodi hizo hizo za Watanzania ziweze pia kukarabati mabasi hayo na ziweze pia kujenga vituo hivi. Kwa hiyo, Alhamisi saa mbili au kabla ya saa mbili mabasi ya mwendokasi ya njia hii ya Mbagala yaanze kufanya kazi haraka sana.